Tumezindua mafunzo katika wilaya hii ya Igunga mkoa wa Tabora, mafunzo ya walimu wa hisabati pamoja na masomo ya sayansi kwa maana ya fizikia, kemia na bioloji. Na mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo ambayo tumekuwa tukiyatoa. maendeleo ya kiuchumi na kijamii kutegemea sana hisabati na sayansi kutokana na umuhimu wake katika maisha. Licha ya umuhimu huo, bado wanafunzi walio wengi, hisabati na sayansi siyo chaguo lao kabisa. ila hali, serikali huweka jitihada kila uchao kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapenda na wanachagua masomo hayo. Chuo kikuu cha Dodoma kipo bega kwa bega na serikali katika kuunga mkono jitihada za serikali ili kuboresha ubora wa elimu nchini Tanzania. Mnaelewa serikali yetu inayoongozwa na mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan inatilia mkazo sana masuala ya uh, elimu katika nchi yetu, mitaala imeboreshwa. Kwa hiyo tunavyowafundisha walimu, hizi kozi fupifupi zinaendelea kuwajengea uwezo wa kufundisha vizuri, ili kuendana na kasi na mabadiliko ya mitaala ambayo imeboreshwa mwaka 2023 katika mikoa ya Kigoma, Songwe na Tabora kupitia mradi endelevu unaofadhiliwa na UNICEF uliojikita katika kuimarisha viwango vya ujifunzaji na ufundishaji wa hisabati na masomo ya sayansi kumekuwa ukiendelea. Awamu ya kwanza ya mafunzo tulifanyia Kasuru, kulikuwa na walimu 880, na awamu ya pili tulifanyia Vwawa Sekondari mkoa wa Songwe na tulikuwa na walimu 187. Jumla mpaka sasa walimu 1067 wameishapata mafunzo, na hii ni awamu nyingine ambayo tuna washiriki uh, 654 na wale walimu wa wanafunzi wako ishirini. Kwa hiyo tutakuwa na walimu 674. Mabadiliko huja baada ya mtazamo mpya kuja maishani mwa mtu. Ni mabadiliko ya aina gani yametokea baada ya mafunzo haya? Kama UNICEF tunafanya ufuatiliaji mpaka shuleni, mpaka darasani, tunaangalia pia mwalimu anachokifanya. Kwa hiyo tumeona kwa mfano, nilitembelea shule ya Kigoma Grandi ambayo iko Halmashauri ya Kasulu uh, TC. Nimeona mwalimu akitumia uh, njia shirikishi pia kwa kutumia tehama na nimeona wanafunzi wakifurahia na wakielewa kwa urahisi. Tumeona impact yake kwa, kwa ufundishaji darasani lakini pia kwa wanafunzi. Kwa mfano katika halmashauri yetu ya wilaya ya Igunga, mafunzo haya yametusaidia sana, yamewezesha ya kufa, kupandisha sana ufaulu wetu. Ubunifu wa mafunzo kiini cha mafunzo hata mawasilisho ya mafunzo yamekuwa kama jua kufanikisha usasinuru yani photosynthesis katika mmea. Uh, mafunzo haya kiukweli ni mazuri na yananisaidia kama mwalimu kujifunza mbinu nyingi zaidi, namna gani ya kuwafundisha watoto, hasa katika njia ya kuwashirikisha na kwa kuzingatia mtaala mpya ambao hasa umebezi kwenye competence ili mwanafunzi aweze kutumia maarifa ambayo anafundishwa darasani katika maisha ya halisia. Wito wangu ni kwamba serikali na wadau waendelee kufandi haya mafunzo kwa walimu wa masomo ya sayansi, ili waweze sasa kutengeneza Watanzania ambao watalisaidia taifa kwa baadaye, ambao vijana wa Watanzania ambao watakuwa wabunifu kwa ajili ya kufanya mapinduzi lingana sayansi na teknolojia na ukuaji ambao uliopo wa sayansi na teknolojia kwa sasa duniani. Umuhimu wa chuo kikuu cha Dodoma umejipenyeza mpaka kwenye maisha ya watanzania. The University of Dodoma embracing knowledge. So your students now understand where does the conductors came from? Where does the where the resistance came from? Instead of, instead of just going to the class and they tell them today we are going to learn about Ohm's law.